Sawa sawa, na imani kila mmoja anatamani kuishi e, maisha mazuri lakini pia kuweza kupata pesa kuweza kununua magari lakini pia manyumba na vitu kibao ili kuweza kusongesha maisha. Sasa niko na story kutokea hapa Tanzania ya mwanamuziki kutokea hapa, hapa Bongo kwenye kizazi kipya kabisa cha Bongo Flavor, e, nikimaanisha Diamond Platnumz, ni mmoja kati ya wasanii ambao kwa sasa hivi yuko kwenye peak ya juu sana na huwezi kumshindanisha na msanii yoyote kutokea hapa Tanzania. Kuna baadhi ya watu ambao pia wamekuwa wakisema hivyo kwa sasa hivi ndiye msanii namba moja eh, Afrika Mashariki kwa kwa ukubwa wa kimuziki, lakini pia kuna wengine wanaweza kumweka katika masuala mazina ya utajiri. Mimi sijui, lakini tuendelee kufuatilia kwa sababu yeye pia aliweza kuposti katika Insta story yake kwamba yani, alionyesha ni kwamba kama ameichoka hivi e, Rolls Royce yake akiwa ameipaki nyumbani kwake, anatamani Bugatti liweze kupaki pale kwenye, kwenye nyumba yake. Mwanamuziki Platinumz pia amesikia kilio cha baadhi ya watu wengi wakimtaka ku upgrade parking yake, yani akitaka kubadilisha bana parking yake e, liongezeke gari lingine fulani hivi iwe la kinyama zaidi kutoka Eh, kwake, sio kila siku anaona Lois, Lois, tu imetulia pale. Sasa kupitia Snapchat eh, akaunti yake ya Diamond Platinum ametangaza kuwa anatarajia kupokea gari lake jipya aina ya Bugatti ambalo hajaweka wazi ni toleo la mwaka gani. eh, eh, Platinum sasa post tu na kuandika caption hiyo. Sasa Diamond ameweza kuandika kwamba nimechoka hii Lois, Lois, eh, eh, nasubiri kwa hamu Bugatti inayofikia ambayo itafika hapa karibuni, siku si nyingi. Bugatti hiyo itaweza kuingia hapa Tanzania. Ikiwa Diamond ataweza kutimiza hilo basi atakuwa ndiye msanii wa kwanza Tanzania kuweza kumiliki gari aina hiyo eh, amba, ambapo alivyofanya kwenye, kwenye Rolls-Royce ambayo mpaka leo hakuna msanii aliyevunja rekodi yake au hakuna msanii yeyote ambaye amekwisha kumiliki Rolls Royce kutoka hapa Bongo, nikimaanisha Tanzania, kwenye ardhi ya Mama Samia. Na kwa sasa hivi pia anataka kuleta Bugatti e bana, yeye anataka kuleta Bugatti so. Na hakuna msanii wa Bongo ambaye amekwisha kutoa yoyote kile kusema kwamba nitakuja kununua au kukwisha kumiliki gari hiyo hapa, aina ya Bugatti. So sisi kama sawa sawa digital, Bugatti ikifika tu Bongo, sisi tutakuhakikishia tunakupa taarifa kuhusiana na taarifa hii. Sisi ni sawa sawa digital, habari kingeje? Ni mwako ciao.